Leo tumekuja tena kwenu tukiwa tupo wete katika mtaa unaoitwa Kilorodi, tukiwa katika sehemu moja ambayo kuna Muislamu mwenzetu na muumini mwenzetu ambaye kimsingi ni mjane na ni mwenye watoto karibu nane. Kama mnavyoona hali ya makazi yake, hali ilikuwa ni mbaya zaidi hapo nyuma. Kwa juhudi ya msikiti ambao upo karibu na nyumba hii tukachukua juhudi ya kuweza kulianza jengo hili kama mnavyoliona, nilipofikia ambapo tumeweza kunyanyua kozi kama tano na kuchimba msingi pamoja na shimo la choo, lakini bado mazingira hayajaridhisha. Kwa sababu kama mnavyoona ni kwamba bado ni hali ambayo hairidhishi mtu au kwa Mwislamu kuweza kujistiri yeye na familia yake. Tunarudi kwenu katika hili kuweza Tumsaidie, ukiwa na tano sita, ukiwa na kumi, ukiwa na milioni, ukiwa na bati, ukiwa na saruji, ili kuhakikisha kwamba jengo hili linakamilika na yeye mwenzetu anapata kustirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia katika kusaidiana, na akatuelekeza kwamba kwamba yeyote yule ambaye atamwondoshea mwislamu mwenzake shida, basi Allah subhanahu wataala atamwondoshea shida miongoni mwa shida siku za Kiama. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, shima tushirikiane yani, katika kusaidiana katika hili kama Allah subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia wa ta'awanu ala albirri wataqwa wala taawanu ala lithmi wal udwani, nasaidianeni katika kumcha Allah subhanahu wa Ta'ala na wema na vile vile msisaidiane katika uovu na uadui. Kwa hivyo, ndugu Muislamu, ilione hali hii na uoni namna gani kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa kuweza kumsaidia ndugu yako Muislamu. Yote yule ambaye atamsaidia Muislamu ms mwenzake hapa ulimwenguni Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumsaidia kesho akhira. Kwa maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana na imamu wa msikiti kupitia namba ambayo ni Zantel ya zamani 0777 43 12 74 Narejea tena Zantel ya zamani 0777 43 12 74. Jina ni Imam Ali Juma. Utapata maelekezo juu ya suala hili, lakini pia kuna michango ambayo kuna namba zitapita ambazo ni za benki na pia nambari nyingine ambazo unaweza ukachangia michango yako. Tunamwomba Allah Subhanahu wataala azikubali sadaka zetu na atuondoshee kila shida ambazo tuko nazo. Asante.